Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu za suasua sua ya ugaidi, ni mwaka mmoja sasa tangu Kenya ishuhudie shambulizi baya zaidi la ugaidi ambalo litekelezwa katika Chuo Kikuu cha Garissa. Ni shambulizi la alfajiri ambalo lilisababisha vifo vya Wakenya 147, idadi kubwa ikiwa ni wanafunzi. Mauaji ambayo yamezua maswali chungu nzima, mbona Kenya ndio yenye kushambuliwa katika eneo hili la Afrika Mashariki? Je, ni kwa sababu ya kupeleka majeshi yake kwenye muungano wa Amisom, hali ya Kenya kuwa mshirika mkuu wa mataifa ya magharibi katika jamii ya kimataifa au ni ukosefu wa ajira na mafunzo ya itikadi kali kwa vijana? Mwanahabari Duncan Khaemba amefanya mahojiano na mtaalam wa mambo ya usalama Delano Kilu na anatupa taarifa ifuatayo. Mwanzo lilikuwa shambulizi la mwezi Agosti mwaka 1998 kwenye ubalozi wa Marekani katikati ya jiji la Nairobi. Kisha likafuatia shambulizi jingine kwenye duka kuu la Westgate Septemba mwaka 2013 kabla ya mwezi Aprili mwaka jana katika tawi la chuo kikuu cha Moi mjini Garissa. Mashambulizi yote yalivutia hisia ya mseto kutoka pembe zote duniani. Matukio ambayo yameifanya Kenya kuuliza swali la mbona iwe mie? Kulingana na mtaalamu wa masuala ya usalama Delano Kilu, huenda Kenya inalipa gharama ya kuwafurusha wanamgambo wa Al-Shabab kutoka kwenye kitega uchumi chao kikuu, bandari ya Kisimayu, kwani ndio walikuwa wakitumia kujikimu na kuendeleza shughuli zake za kigaidi. Katika kitega uchumi cha Kisimayu, bila shaka walifadhiliwa pakubwa kwa biashara ya magendo. Unfortunately, uh, we allowed them time to regroup and we were not as alert as possible and and they were able to just creep in through the borders get get into Westgate and get into Garissa. Al Shabab pia wamekuwa wakishinikiza Kenya iondoe majeshi yake nchini Somalia. Aidha, magaidi wametumia wito huu kuwa ndio shinikizo yao kuu kwa Kenya kila mara wanaposababisha hasara humu nchini. And because they felt the pain they felt that they wanted to also go back and attack the source of the pain and they actually said this if you look at the Westgate incident they said we have come to attack you because you have attacked us in Somalia and the same thing for Garissa so they only escalated Sababu nyingine ya mkini ni Kenya kupeleka majeshi yake katika muungano wa Amisom kuhusika kwa Kenya katika upembe wa Afrika mashariki kwa kutumiwa kuwa sababu nyingine ya mashambulizi hayo ya mara kwa mara. So simply because Kenya's of Kenya's proximity, it has been easier for these kind of attacks to occur. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la International Crisis Group, wapiganaji wa Al-Shabab wametumia fursa ya dhana ya ukandamizaji na kutengwa kwa jamii ya Kiislamu kueneza mafunzo ya kupotosha miongoni mwa vijana wa dini hiyo. Hata hivyo, tangu shambulizi la Garissa, visa vya ugaidi nchini Kenya vimepungua, ishara tosha kuwa vyombo vya usalama vimefanikiwa kuziba mianya na utepetevu ulokuwapo hapo awali. Duncan Khaemba, KTN Leo.